Mimi kama mjinga nataka kutafakari kidogo, ndugu zangu. Shughuli ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura inaendelea. E, nimemwona makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ameenda kuhakiki ama kujiandikisha kwenye hilo daftari, kuhakiki taarifa zake. Hmm, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa ACT Wazalendo, ndugu Othman Masud Othman. ACT wa zalendo, wa zalendo wanaonyesha nia ya kuungana na watu kama CHADEMA kwenye masuala mbalimbali mbali. CHADEMA sijawasikia wakihubiri kuhusu kwenda kujiandikisha. Hawa watu utawezaji kukaa meza moja? Kuna wanaohamasisha wanachama wao kama vile ACT waende kujiandikisha kwenye daftari ama kuhakiki taarifa zao hmm. Chadema wapo kimya, hawahamasishi wala hawazungumzii wa, wa, wa, wa, wa wanachama wao, mashabiki wao, na kwa Watanzania kwa ujumla waende kuhakiki taarifa zao, ama kwa sababu wao wanaamini pia watauzu bado wanaamini watauzuia uchaguzi, ndio maana hawahamasishi watu kwenda kujiandikisha. Tuwape muda. Ukiwapa hmm. muda mambo yakaenda ndivyo sawa, labda wanachokililia kikafanikiwa, na hawakuhamasisha wanachama wao kwenda kujiandikisha, ambao wanachama ndio mtaji wa kwanza hmm. wa ushindi kwenye uchaguzi, watapiga kura vipi kama kuna ambao hawakujiandikisha ama hawakuhakiki taarifa zao? Ujue mkutubi focus ya CHADEMA hadi muda huu si, kufan, si kushiriki kwenye uchaguzi kwa sababu wao walishasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na nilikuwa naona kwenye taarifa ya jana iliyotolewa jana na CHADEMA ikawa <coughs> inaeleza kwamba leo wana yaani, muda huu tunazungumza, tayari wako kwenye mazungumzo na msajili wa vyama vya siasa nchini no. kujadili hiyo kauli mbiu yao ya no reforms, no Election. Election. Kwa hiyo nafikiri kitakachojadiliwa leo kitatupa taswira nzuri zaidi kujua kama watahamasisha wafuasi wao na Watanzania kushiriki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, au vipi? Sasa unazungumza hayo tukiwa ndo tunaelekea mwishoni Dar es Salaam hapa. Zanzibar ndo wanamaliza kufanya huo uhakiki kwa awamu hii, huko mikoani ambako daftari limeshapita, wanachama wao kwani hawapo? Wapo. Kwa nini hawakuhamasisha? Hoja yao kubwa ni, umenisikia mwanzoni nimeisema hiyo sasa, kwamba je, wanayoyapambania yakitatuliwa, na tayari uchaguzi huu hapa, ninaamini na mtaji mmojawapo wa ushindi mm, ni wanachama wao. Binafsi naamini tume itafanya busara, kwa sababu ya Chadema e, si kwa sababu ya Chadema, kwa sababu ya ushiriki wa vyama vyote kwenye uchaguzi. Chama gani kingine kimesema hakiingii kwenye uchaguzi zaidi ya Chadema? mm-hmm. Ni Chadema tu, wao ndo wanasema watauzuia uchaguzi usifanyike. Vyama vingine vinashiriki, wame hata viongozi wao nimekutolea mfano Masud Othman Masud yeah. wa ACT jana kaenda kuhakiki taarifa zake kwenye Lambati, chad, uh, kwenye. Huwezi kuipuuza nguvu ya Chadema kwenye uchaguzi hapa nchini. Mimi sijaipuuza mm. Ninachoshangazwa ni kwamba hawahamasishi wanachama wao wafuasi, na watanzania kwenda kujiandikisha. Kujiandikisha ni, ni jambo moja mm. Kutoingia ama kuzuia uchaguzi ni jambo lingine. Je, iwapo, nisikilize hoja yangu, bwana nani iwapo mnachokipambania kikatatuliwa na hamkuhamasisha watu wenu kujiandikisha, uchaguzi huu hapa mtamliliana ni kwamba hamjapata ushindi unaotakiwa. Unajua, focus ya Chadema sio kupata ushindi kwenye uchaguzi huu. Focus yao ni kuboresha, wanataka mabadiliko kwenye mfumo mzima wa uchaguzi ulishamsikia Mheshimiwa Liso anazungumza mara kadhaa eh? uchaguzi ili iwe nini? Yaani, kwa mfano kama unaingia kwenye uchaguzi, unataka nini? Chochote lazima kinawaza nini? Kuchukua dola, kinawaza ushindi, kinawaza kuingiza wawakilishi kwenye maamuzi. Kwani kwani muda wa kuingiza wawakilishi umeisha? Ni mwaka huu tu.